unapanga kupata mtoto hivi karibuni basi kama jibu ndiyo unapaswa kufahamu mambo yafuatayo kabla ya kubeba ujauzito uchunguzi wa afya kabla ya ujauzito ni jambo la msingi sana je unajua kwamba matatizo mengi yatokanayo na ujauzito yanaweza kuzuilika mapema kabisa kabla ya hata hujabeba ujauzito. Kwa kupitia uchunguzi tu, unaweza ukazuia magonjwa mengi sana ambayo pengine yangeweza kuathiri ujauzito pamoja na mtoto. Kufanya uchunguzi wa afya kabla ya ujauzito huongeza nafasi kubwa kabisa ya kuya kuwa na ujauzito salama na kujifungua mtoto mwenye afya na asiyekuwa na ulemavu wowote. Preconception care ni huduma za kiafya ambazo hutolewa kwa wanawake ili kuandaa mili yao kwa ajili ya ujauzito salama na mwenye afya. Mzazi mtarajiwa, tafadhali sikiliza somo hili mpaka mwisho ili uweze kupata maarifa lakini pia usisahau kusubscribe pamoja na kushare kwa watu wengine ili waweze kupata elimu kama. Je, unajua kundi lako la damu na kiwango chake ni ngapi? Basi tuachie maoni tuachie comment, tutaisoma hapo. Mwanamke unayetarajia kupata ujauzito uzito unapaswa kupima viashiria vya magonjwa mbalimbali mbali ya kiafya. Vipo vipimo vingi ambavyo unaweza kupima, lakini leo tuangalie vile vipimo vya msingi tu ambavyo inatakiwa uvipime. Hii itakusaidia sana utakapokuwa mjamzito mzito. Kwanza inatakiwa ujue upungufu wa damu na hali ya kinga mwilini mwako, full blood count. Kujua hali ya maambukizi ya VVU ili mama upewe ARV endapo tutagundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kingine kujua kundi la damu na RH factor, hii itakusaidia endapo utakuwa na matatizo kama hayo, basi itakusaidia kumkinga mtoto asipate au asiishiwe damu hata kabla hajazaliwa. Kujua kama mama anakinga dhidi ya rubela, ambayo hii inaweza kusababisha ulemavu kwa mtoto, rubela test. Kujua magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kusababisha utasa na matatizo wakati wa mimba. Mfano kaswende, kisonono, chlamydia, etc. na magonjwa mengine mengine. Hiki kipimo kinaitwa STI screening. Kupima kisukari au kukidhibiti kabla ya ujauzito, blood sugar test ni kipimo cha msingi sana. Kupima uwepo wa homoni ya ini, eh, kwani hii inaweza kuambukizwa hata kwa mtoto, Hepatitis B and C screening. Mzazi mtarajiwa hii ni fursa nzuri sana ya kuuliza maswali kuhusu ujauzito, lishe, mtindo wa maisha na afya ya kiujumla ya mtoto pamoja na mama. Uliza, acha komenti yako. Na unadhani jamii ina uelewa wa kutosha kuhusu uchunguzi wa afya kabla ya ujauzito, au bado ni jambo la kupuuzwa tu? Hebu niachie maoni yako hapo chini. Preconception health screening si kwa ajili ya wanawake tu, bali hata kwa wenza wao, kwani afya ya mwanaume inaweza kuathiri upatikanaji wa mimba, ukuaji wa mimba, hata afya ya mama wakati wa ujauzito. Uchunguzi pia wa kimwili, physical examination, ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa ulifanye kabla hujabeba ujauzito. Uchunguzi wa uzito na BMI Body Mass Index ni kitu cha msingi sana eh, maana maana maana uzito kupita kiasi au uzito kupungua zaidi, hii inaweza kuathiri ujauzito. Blood blood pressure, shinikizo la juu la damu linaweza kusababisha matatizo makubwa, hasa wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua, hata, hata baada ya kujifungua pia inaweza kuleta athari. Pelvic examination kuhakikisha kwa kwamba hakuna matatizo kwenye via vya uzazi pamoja na nyonga. Lakini pia <clears throat> hakikisha mazingira yanayokuzunguka. Mazingira unapofanyia kazi, hamna kemikali hatarishi ambazo zinazoweza zikaathiri ujauzito na mtoto. Lakini pia epuka pombe, sigara na madawa ya kulevya. Lakini kitu kingine cha mwisho ambacho natakiwa kufanya hapa ni kuhakikisha lishe na mlo wa mama unakuwa ni ule ambao uko kamili eh. Umuhimu wa kuchunguza yote haya kabla ya ujauzito, lengo kubwa la kuchunguza yote haya ni kugundua matatizo ya kiafya mapema na kuyarekebisha, kupunguza hatari za matatizo ya ujauzito kama kifafa cha mimba, kisukari, na magonjwa mengine, kuboresha afya ya mama na mtoto kwa ujumla. Lakini <coughs> mpenzi mtazamaji, kama nilivyokisha kusema pale mwanzo kwamba eh, preconception health screening si kwa ajili ya wamama tu, hata wababa pia mnakaribishwa kwenye hii huduma ya preconception health screening. Mama mtarajiwa Ukishapima vipimo vyote hivi vya msingi, utakuwa umefanya kitu kizuri sana na utakuwa umeandaa eh, makao mazuri ya mtoto, atazaliwa akiwa hana shida yoyote, lakini usipokuwa na lishe bora, tutakuwa kama vile hatujafanya kitu chochote. Sasa eh, lishe bora hii ni mojawapo ya njia bora kabisa za kuhakikisha kwamba mama unakuwa na afya nzuri, eh, na mtoto anapata mazingira bora kabisa ya ukuaji. Lishe bora inahusisha vyakula vyenye virutubisho muhimu ambavyo vitasababisha mwili kuwa katika hali bora kabla ya ujauzito. Hii inahusisha kujenga hifadhi ya virutubisho mwilini, kujenga hifadhi ya virutubisho mwilini ambavyo ni muhimu kwa ujauzito. Kwa kwanza tu vyakula muhimu ambavyo mjamzito anatakiwa usivikose, usivikosi hujebeba ujauzito. Mboga, mboga na matunda zina virutubisho kama vile vitamini C, A na folate, ambayo ni muhimu sana kwa afya ya mama pamoja na mtoto. Matunda, matunda ni yoyote yale matunda, lakini hasa machungwa ni mazuri zaidi, mapapai na strawberry. lakini mboga mboga ni kama vile spinach mchicha na mboga zingine za majani ambazo wewe unazifahamu. Vyakula vyenye protini. Protini ni muhimu kwa ajili ya seli mpya. Mama anahitaji protini kwa ajili ya ukuaji wa tishu, lakini mtoto anajenga mifupa, misuli pamoja na viungo. Vyanzo vya protini ni kuku, samaki, maharage pamoja na karanga na vyakula vyenye mtindo kama huo. Eh. <clears throat> Mpenzi mtazamaji, nimetaja vyakula vingi tu katika kundi hili. Sijataja tu kuku peke yake. Naomba nieleweke vizuri hapa. Sijataja kuku peke yake. Lakini vyakula vyenye fats pia ni muhimu sana kwa ajili ya kuandaa mazingira mazuri kwa ajili ya ujauzito. Fats ni muhimu na ni nzuri kwa maendeleo ya ukuaji wa ubongo wa mtoto. Vyanzo vyake ni mafuta ya samaki, avocados, mizeituni. Lakini pia vyakula vyenye carbohydrates. Carbohydrates pia ni nzuri kwa sababu hutoa nishati nzuri, eh, pia husaidia kudhibiti viwango vya sukari mwilini kwa mtoto na mama, na vyanzo vyake ni ngano, mchele pamoja na mahindi. Mpenzi mtazamaji lakini pia virutubisho eh, ni muhimu kabla hujabeba ujauzito. Mama mjamzito mzito, lazima uhakikishe kwamba umepata virutubisho muhimu kabisa. Moja ya virutubisho muhimu kabisa ni folic acid, folate, na bahati nzuri kwamba hospitali eh, hizi dawa huwa wanazitoa kwa mama wajawazito wote. Sasa inapendekezwa uanze kuzipata miezi mitatu kabla hujabeba ujauzito, kwa hiyo Nakushauri nenda kituo cha afya eh, nenda kapate maelezo kapate ushauri, lakini pia watakupatia na hivi eh, virutubisho. Folic acid ni mojawapo ya virutubisho muhimu sana kabla ya ujauzito. Inasaidia kuzuia magonjwa ya tubo neuro kama vile mgongo wazi ambao tunasema ni spina bifida na anencephaly eh, haya magonjwa mara nyingi huwa yanashambulia watoto wasiokuwa na folic acid. Uh, virutubisho vingine muhimu eh, ni vitamin D. Vitamin D ni muhimu kwa afya ya mama na mtoto uh, hasa hasa kwenye mifupa. Inasaidia mwili eh, wa mama kumengenya kasiam eh, na inasaidia pia ukuaji wa mifupa ya mtoto. Vyanzo vya eh, vyanzo vya vitamin D eh, ni, ni, ni ni ni ni samaki mayai na vyakula vya fortified. Lakini pia virutubisho vingine muhimu ni iron. Iron ni muhimu kwa uzalishaji wa seli nyekundu za damu, hii ni kuhakikisha kwamba oksijeni inapelekwa kwa wingi kwa mtoto, lakini pia inasaidia kupambana na upungufu wa damu, anemia lakini virutubisho vingine vya msingi kabisa ambavyo vinatakiwa usivikose ni kasham. Kasham inahita, inahitajika kwa afya ya mifupa eh, ya mama na mtoto. Pia vyanzo vyake ni maziwa, yogati, na bahati nzuri kwamba hapa wadada wengi mnapenda yogati, kwa hiyo yogati ni nzuri eh, ili hali ukiwa unajiandaa kuwa mjamzito. Usisahau pia kusubscribe lakini pia kushare video hii ili watu wengine waweze kupata elimu e, nzuri inayohusiana na afya, lakini pia e, ni fursa nzuri kwa wewe unayetazama kuuliza swali lolote la kiafya hasa kuhusiana na e, preconception care, maandalizi kabla ya kukuwa mjamzito. Tafadhali tuachie comment yako nasi tutasoma. Sasa vidokezo muhimu ambavyo e, tumeviona leo kwamba kula vyakula vyenye rangi nyingi, hii ni kuhakikisha kwamba unapata eh, madini mbalimbali na antioxidants. Epuka kula vyakula ambavyo ni processed kama vile mafuta mengi, sukari nyingi, chumvi nyingi. Vyakula hivi vinaleta athari kubwa sana wakati wa ujauzito. Pata maji ya kutosha, hii eh, ni kusaidia au ni muhimu kuhakikisha kwamba mwili wako unafanya kazi vizuri kabisa. Matokeo matokeo ya maandalizi mazuri ya lishe na virutubisho kabla ya ujauzito husaidia mama kuwa na afya nzuri, kupunguza matatizo yatokanayo na ujauzito, na kutoa mazingira bora kabisa kwa mtoto ajaye. Kufanya uchunguzi wa afya kabla ya ujauzito. Hatua ya kwanza ni, hatua ya kwanza kuhakikisha kwamba mtoto anazaliwa akiwa na afya nzuri na bila ulemavu wowote wa. Ikiwa unafikiria kuwa mama hivi karibuni, tafadhali tembelea kituo cha afya ambacho kipo jirani na wewe. Ama unaweza pia ukauliza maswali yako hapa na tukakupatia majibu na ushauri mzuri. Hebu tuambie basi, ni jambo gani leo ambalo pengine umejifunza e, na unatamani pia nasi tuelewe kwamba kuna kitu umejifunza? Drop your comment below. Usisahau kushare na kusubscribe kwa wengine, asante.